Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA inashiriki katika maonyesho haya ya Mbeya City Expo ya mwaka 2025 ambayo yanafanyika katika viwanja hivi vya Uhindini hapa jijini Mbeya. Tumeona ni fursa kwa wananchi kuweza kufika kwenye banda letu, kuweza kuwahudumia, kuwasikiliza na kuwatatulia changamoto mbalimbali wanazokutana nazo. Karibuni sana, karibuni tuwahudumie. Miongoni mwa mambo niliyojifunza ni namna ambavyo TCRA wanafanya jitihada katika kuboresha uh, ulinzi wa huduma kwa watumiaji au walaji wa huduma za mawasiliano nchini Tanzania. Nimekuja hapa kwa ajili ya kupata elimu mbalimbali kuhusu matumizi mazuri ya mitandao, lakini pia ninapenda kuwashauri wenzangu wa Tanzania wote, wanawake kwa wanaume, tuitumie mitandao vizuri, especially kwa sisi wanafunzi, tutumie mitandao vizuri na tusipende kutumia mitandao vibaya, kwa mfano labda kupost ku, video au picha za utupu, kwa sababu sisi hapa ni, ni taifa la kesho, wanafunzi <music>